Kwa watu wanapoandamana wakakosa uongozi, yani kuna kitu kinaitwa mobilization na kuna kitu kinaitwa organization. Wanaweza kujimobilize lakini wasiwe organize. Sasa wakijimobilize, maana yake watafanya wanayotaka wao tu kuyafanya popote wa, wa, wa, wanapiga kwenye vichwa wao, wana yaani kwenye miguu humo, ndio usiseme. Na ndio maana ukakuta watu wamekuwa na injuries nyingi za kwenye miguu, kwa sababu huwezi kujua kama lengo ni kuvunja au kufanyaje. Wapo walovunjika mikono, wapo walovunjika miguu, kwa sababu walikuwa wanapiga, wanapiga kweli kweli, tabia ya maandamano. Kuna watu wamekufa, kuna watu wamepigika kuliko nilivyopigika mimi, na nimewaona kwa macho yangu. Sasa nikichukuliwa mimi, italeta taswira ya kwamba viongozi wanakwenda kutibiwa Ulaya watu wengine wa kawaida wanakufa hapa. Kwa hivyo, hii haitakamilisha, haita ile dhamira yetu ya kuandamana, itaonekana hata sisi wenyewe tuko kwenye matabaka. Kwa kweli, nakumbuka kama leo, Dr. Martin alilia sana, alilia, alilia. <laughs> Naam, karibu mtazamaji wetu wa Gumzo la Ghassani, karibu katika wasahu maalum tulioita jina la Januari ya Damu, wasaa ambao unaiangalia miaka ishirini na tano tangu kujiri kwa tukio kubwa kabisa la kihistoria katika siasa hivi karibuni visiwani Zanzibar, mauaji ya na ishirini na saba ambayo yalitokana na maandamano yaliyoandaliwa wakati huo na chama cha wananchi CUF, na tunazungumza hapa tumezungumza hapa na maalim Saidi Miraji ambaye wakati haya najiri alikuwa kwenye kiini cha tukio lenyewe akiwa ni mkuu wa vijana na Blugard wa chama cha wananchi CUF. Maalim Saidi, leo tunasema kwamba tunaingia katika siku yenyewe kwa sababu ulipotuzungumzia katika katika mazungumzo yaliyopita utuzungumzia kuhusu kwa nini siku yenyewe, kwa nini mliamua kuingia barabarani. Leo tunaingia katika siku ambayo mmeingia barabarani tarehe ishirini na saba Januari elfu mbili na moja. Turudishe kwenye historia, ilikuwaje? Uh, kama ulivyotangulia kusema Sheikh Mohamed, kwamba binafsi wakati ule nilikuwa ndio mkurugenzi wa vijana na, na, na Blue Guard wa taifa kwa sababu mimi nimewahi kuwa naibu mkurugenzi wa vijana, nikawa mkurugenzi wa vijana, alafu nikawa mkurugenzi wa vijana na Blugad, alafu nikawa mkurugenzi wa haki wa vijana na haki za binadamu, alafu nikawa mkurugenzi wa haki za binadamu peke yake na mambo mengine kadhaa wa kadhaa. Uh, lakini kwa wakati ule kama itakumbukwa vizuri e, miaka kama michache nyuma tuliwahi kufanya mkutano wa hadhara katika viwanja vya Mnazi Mmoja na uh, Maalim Seif Sharif Hamadi Uh, akatamka rasmi kukikabidhi chama kwa vijana. Sasa chama kinakabidhiwa kwa vijana, mimi ndio mkurugenzi wa vijana maana yake e, nilikuwa na kila uh, uh, sababu ya kubeba jukumu la kuongoza vijana katika mambo yote. Kwa hivyo hata vijana walipodai kukishinikiza chama kwamba wanahitaji tuende hatua mbele zaidi ya kudai haki zetu baada ya kuona wameshindwa au chama kinaelekea kushindwa kuweza kuwapatia haki kwa njia hizi e, za kisiasa na majadiliano ya kawaida wakaamua watumie haki ya kikatiba ya kuandamana. Kwa hivyo, bila shaka na mimi nikalazimika kwa kwa, kwa, kwa upande mwingine e, kuingia mia juu ya mia kwenye yale maandamano. Na sababu kubwa iliyofanya hivyo ni moja, unajua watu wanapoandamana wakakosa uongozi yaani kuna kitu kinaitwa mobilization na kuna kitu kinaitwa organization. Wanaweza kujimobilize, lakini wasiwe organize. Sasa wakijimobilize, maana yake watafanya wanayotaka wao tu kuyafanya. Sasa sisi tukahofia, ni sawa na kuwa na kundi la wanyama halafu likakosa mchunga, maana yake watavuruga mashamba ya watu, watakula matunda, watafanya kila kitu. Lakini angalau kukiwa na uongozi, unaweza ukawambia hapo, basi hapo, twende hapo rudi. Na ndio maana ukaona maandamano ya Zanzibar hayakuleta vurugu za kuharibu mali, kwa sababu kulikuwa na organization, mbali ya kwamba wamekuwa mobilized, lakini wakawa organized. Na sisi tulichowambia, hatutaki vurugu, hatutaki kuharibu mali, kwa sababu tu, hatutakuwa na hakika tunaharibu mali ya nani. Unaweza ukaharibu, kumbe unaharibu mali ya mwanachama mwenzako, au unaharibu mali ya mtu asiyekuwa na hatia, una, unaharibu mali ya mtu ambaye hahusiani na mambo ya siasa, eh, kwa hivyo tukasema hilo hatunitaki. Sisi tunachotaka ni kupeleka ujumbe wetu tu. Kwa hivyo, lengo letu maandamano yetu yale ilikuwa ni kuonyesha ulimwengu, kuwaonyesha watawala kwamba sisi tumechoshwa na sauti yetu ni moja, mbili, tatu, na mambo tuliokuwa tukiyalalamikia tunayataka na tusiyoyataka tuliyazungumza jana. Kwa hivyo ndio maana siku ile ilipofika hata vijana wakaamua kujitokeza kwa wingi na vijana wengi waliamini kwamba pamoja na kwamba maandamano yale yamezuiliwa, lakini yanaweza kuwa maandamano ya amani. Ndio maana kwenye maandamano hakukuwa mwenye jiwe, hakukuwa mwenye rungu, hakukuwa mwenye panga, hakukuwa na mwenye silaha ya aina yoyote. Lakini bahati mbaya iliyoje, wenzetu hawakuwa hivyo, wala hawakujali huo utu. Binafsi mimi niliongoza kundi, maanake tulijigawa kwa makundi niliongoza kundi lililotoka uh, pale makao makuu ya, ya, ya chama Mtendeni. Wapo walioanzia Komba wapya, wapo walioanzia kwa, kwa, kwa, mwembe, mwembe, mwembe, nani pale Mwembe Njugu, eh, wa, wa, wa, wapo walioanzia kutoka kila maeneo, lakini wapo waliofanya katika maeneo mbalimbali yakiwemo ya Pemba na kwingineko. Kwa hivyo sisi tulipopandisha tu barabara ya Mwembe Tanga. Ile kuingia tu pale roundabout ya Michenzani tunaona watu wanapiga radio call na nini, mji uko baridi. Maana yake ilikuwa ni mapema asubuhi ya mapema sana, kwa sababu sisi tulianza saa kumi na mbili asubuhi. Kwa hivyo tukaona ile hamkani, hamkani ya jeshi la polisi, lakini bado tukaamini kwamba labda pengine hawa watakuwa waungwana wa kutaka kujua, hawa mbona hawafanyi vurugu wala nini, hebu tuwafikishe pahala tuone wanafika wapi na wanasema nini, lakini bahati mbaya pale na tukawa tunaanza kusikia huko milio ya risasi, vilio na kadhalika. Sisi pale kikundi chetu kilikuwa kina watu kama hamsini hivi mpaka sabini kwa sababu ilikuwa tunakutana na wengine kutoka maeneo mengine. Kwa hivyo pale eh, walikuwemo baadhi ya viongozi wa kada mbalimbali, ndio tukakamatwa pale, tukapigwa pigwa kidogo pale, tukatiwa kwenye makarandinga tukapelekwa kituo cha polisi Madema. Sasa sisi tuliamini kwamba ikiwa u, u, nje umesalimika na kufa au kupigwa hapa, sasa ushafika kwenye mkono wa dola unaweza kuwa salama kusubiri labda kupelekwa mahakamani. Lakini kilichotokea pale kilikuwa kitu kimoja cha ajabu sana. Binafsi mimi, wapo waliokuwa wananitambua miongoni mwa wale polisi, kasema we si ndo mkurugenzi wewe? E, sasa huyo Sefu Sharifu yuko wapi? huyo mblo yuko wapi? huyo Juma Duni yuko wapi? Kwa hivyo mchumajanga janga na wakwao kula peke yake. Unajua, sisi tuna maneno ya pale Zanzibar, tunasema vyako vyako vyako na wenzako, vikikupata vyako peke yako. Sasa hapa leo huko wewe, sisi na wewe. Ah, mimi nikajua ni maneno ya kisiasa, lakini baadaye pale nikaona wanaingia wana, wana, wa, wa, wa polisi wa, wa filfosi nani nani wale waliovalia rasmi, wengi wengi, kila anakuja, ah huyu hapa huyu hapa huyu hapa. Sasa pale tukatengwa kwenye chumba fulani hivi mi, mimi na watu wengine kama watatu wanne hivi akiwemo Rashid Alinyange, akiwemo Ali Makame Isa na wengine. Bahati nzuri hao wapo mpaka leo, wako hai, unaweza kuwatafuta ukaongea nao. Na sasa kilichotokea pale, anachukuliwa mtu anapigwa, mimi nalazimishwa kumwangalia, naambiwa wewe, si ndo mkurugenzi? Sasa tunataka uone hawa uliowashawishi waandamane tunachowafanya kabla hatuja hatujageuka kwako. Wewe ni kitu ambacho huwezi kukielezea, yaani ni psychological torture. Nakula makofi lakini lazima nang'ang'anizwa, niangalie. Nikiinamisha kichwa, anapigwa nanyanyuliwa kichwa, niangalie, anapigwa. Mtu mpaka anazimika, analetwa mwingine. tuelezee walikuwa wanapigwaje? No, tuelezee tueleze ile picha halisi. Kutumia marungu, mikono, miguu, mtu anaruka kungfu kabisa, anampiga mtu teke, yani anapiga popote anapopata. Mwingine ana lile bunduki, anapiga kwenye kitako cha bunduki. Sehemu gani za mwili? Sehemu gani za mwili zinapigwa? Wa, wale walikuwa wanapiga tu popote, wanapiga kwenye vichwa au wanavu, yani kwenye miguu humo ndio usiseme. Na ndio maana ukakuta watu wamekuwa na injury nyingi za kwenye miguu, kwa sababu huwezi kujua kama lengo ni kuvunja au kufanyaje. Wapo walovunjika mikono, wapo walovunjika miguu, kwa sababu walikuwa wanapiga wanapiga kweli kweli. Walipomaliza watu wamelala, damu zimetapakaa pale chini. Wale ambao walitakiwa kama kwa demonstration ya mimi kuona watu wanapopiga, sasa ikageuka kwangu sasa pale mimi nilichoweza mpaka hapo kwanza kuna kwa hapo kuna pewa demo tu, wewe unaonyesha hey, unaonyesha trailer tu kwamba, hii ndio hii ndio trailer yenyewe. Natakiwa nione vitu viwili, nione kitu cha kwanza, watu nilio washawishi waandamane kama mkurugenzi, kinachowapata. Kwa hivyo kitu... upate guilty, upate ile guilty conscious, upate ile kujihisi hey, hey, vibaya hey, nafsi yako ile ile, ehe kwamba mimi ndo hao na wao ni mabonzo na namna hii Eh, yeah. guilty consciousness eh, eh. Lakini ya pili naambua hapa, mko nyinyi tu, hao wengine mbona hawapo? Sasa wewe ndio utabeba ya hao waliokuwa hawapo. Kwa hivyo wewe uone hawa wanachofanyiwa, wanacho halafu, pia manake inawezekana we pengine, wewe ukifanyiwa mengine ukawa huoni. Sasa uone hawa kwanza, halafu ndio tuje kwako. Ilipofika zamu yangu, na mimi nikaanza kushughulikiwa. Kwa kweli, nilipigwa sana, nilipigwa mpaka nikapoteza fahamu. Sasa bahati mbaya sikuweza kujua kilichokuwa kinaendelea tena pale, lakini baada ya muda, siku kama tatu, ndio nikaja nikapata fahamu. Napata fahamu, kwa hivyo uli... nikiwa niko hospitali na... poteza fahamu kwa siku tatu mfululizo mm -hmm. ishirini na saba ishirini na nane ishirini na tisa, nimekuja kujifahamu nikiwa niko hospitali ya Mnazi Mmoja pale hospitali ya Mnazi Mmoja anapata fahamu, niko na walinzi polisi. Nimekaa pale baada kama wiki ndio naona sasa wanakuja watu mbalimbali mbali kuniangalia, lakini wakija, kuna usimamizi wa polisi, halafu sharti lake hakuna kuniongelesha, kwa sababu kwanza nilikuwa ndio hali yangu ilikuwa dhaifu, halafu watu waliokuwa wamekuja pale ni wengi kwa hivyo unaambua, huyu ataongea mpaka saa ngapi? Wewe unaingia unaniangalia hivi, unatoka unakwenda zako, na huruhusi kukaa zaidi ya dakika moja. Kwa hivyo kuna kama hivi, unaingia unaangalia, kama unatoa salamu za mwisho kwa marehemu, unaondoka zako. Sasa baadaye nilichokiona pale, nimekaa kitambo pale kidogo zaidi ya wiki mbili, kuna siku nimekuja kuchukuliwa na polisi. Sasa kukaa na mabishano kidogo na, na, na, na madaktari kwamba huyu mtu hataka kukaa kitako hajaweza. Nyinyi mnamchukua ili iweje? Na huyu ni wakuchukua kwa machera, wakasema hiyo ni amri, sisi tumeambiwa tuje tumchukue. Sasa daktari akasema mimi kwanza si sain kumdischarge huyu mgonjwa, pili hapa msije mkamrudisha tena kwa sababu hatutampokea. Wale jamaa wakanichukua nika kuna, kuna, kuna, kuna hii tunaita Defender Land Rover tatu, moja mbele full nondo, ya pili full nondo, mimi niko katikati na machela na askari mle, nikapelekwa. Barabara zimefungwa, hospitali pale pametanda askari. Nikapelekwa kituo cha Madema. Sasa wakati nashushwa pale kaunta, alikuweko mkuu wa kituo OSS. Kwa wakati ule si vyema, sijui kumtaja Laki, lakini alisema kwamba ehe, vipi mtaje, eh bugi nani, bugi bugi yake bugi, eh okay, eh maarufu hiyo. Akauliza, vipi huyu? Akaambiwa kuna maelekezo na hivi na hivi na hivi. Kwa kweli yule jamaa akakataa, akasema mimi kama mkuu wa kituo siwezi kupokea mtu aliye hivi, halafu nikakubali kumweka kwenye kituo Sio tu sio ubinadamu hapa, sio swala la ubinadamu, lakini hata swala la sheria. Mimi nampokea haya, nikishakumpokea nampeleka wapi? Muda hiyo ni jioni saa kumi na moja, muda wa kazi umeisha. Nampeleka wapi huyu? Sina amri ya mahakama, sina maelekezo, sina chochote. Huyu alikuwa hospitali, kaenda kuchukuliwa hospitali. Maake aliwauliza anatoka wapi, akaambua hospitali, akasema naenda kumchukua hospitali. Mnaniletea mimi hapa, mimi namweka wapi huyu? Akasema hapa kwangu hapana. Sasa pale tena kukawa na mijadala, wakajadiliana huko wingi, mwisho akapigiwa simu wakili wangu Mzeusi Hamisaji akaja pale akanichukulia dhamana, yaani mie dhamana yangu pale haikuwa tena suala ya tala kwamba aje nani anidhamini nani anidhamini. Mimi nikachukuliwa pale nikapelekwa nyumbani kwangu, nikiwa nyumbani kwangu sasa ikawa tena ile tanauti ya watu, kaachiwa kaachiwa kaachiwa kaachiwa, watu wanajaa nyumbani, mpaka ikabidi pawe na ulinzi wa chama. Sasa pale wale vijana wale wa ulinzi wa chama kucontrol ile nyendo, huwezi kujua nani mwema, nani mbaya, huwezi kujua mgonjwa wakati gani anatakiwa apumzike, wakati gani aonane na watu. Kwa hivyo ikawa sasa kuna na madaktari waliotafutwa na kina Dokta Muchi, wakawa wanakuja wananitriti nyumbani nikawa pale nafanyiwa matibabu kwa sababu nimetoka kule na vyeti vyangu, wananitafutia madawa, wanakuja madaktari, nadungwa sindano pale, nafanyiwa mambo ya, ya, ya masaji zile kwa kutumia zile malham na nini pale nyumbani. Nikakaa kwa muda siku tatu. Sasa pale nimekaa kwa muda siku tatu, nakumbuka kati ule alikuja jamaa mmoja anaitwa Dr. Martin Hill. Martin Hill alikuwa anatoka Amnesty International na tulikuwa tunashirikiana naye kwenye mambo mengi, kuwasiliana, wasiliana kumpa taarifa, taarifa mbalimbali. Kwa hivyo akaja kuniona kunitembelea, na akanaambia, bwana, sisi tuna organization yetu, tunataka tukuchukue, tukufanyie matibabu Uingereza. ah, mimi unajua zile akili za kisiasa, nikaambia, haya maandamano, kuna watu wamekufa, kuna watu wamepigika kuliko nilivyopigika mimi, na nimewaona kwa macho yangu. Sasa nikichukuliwa mimi italeta taswira ya kwamba viongozi wanakwenda kutibiwa Ulaya, watu wengine wa kawaida wanakufa hapa. Kwa hivyo hii haitakamilisha, haita ile dhamira yetu ya kuandamana itaonekana, hata sisi wenyewe tuko kwenye matabaka. Kwa kweli, nakumbuka kama leo, Dokta Martin alilia sana, halina, halina. <laughs> zito nzito, Maalimsaidi, kusema kweli ni nzito hii. Dotamati aliliambia hivi, uko sawa? Hapa tunazungumzia maisha yako hatuuguzii siasa ya chama, kubali tuende tukakutibie, lakini bado msimamo wangu kakata. Familia yangu kuanzia mke wangu na wengine, kwa kweli walisana na uamuzi wangu, na niliwaambia uamuzi huu sitaki usikike na mtu yeyote, mambo yote yabaki humu mundani, na nashukuru ile taarifa haikulika. Alichofanya Dr Martin aliniachia kutoka mfukoni mwake pauni za Kiingereza mia nane. Kwa kipindi kile, pauni mia nane zilikuwa ni hela nyingi kidogo. Kanaambia hivi, ninaweza kukusaidia kwa sababu ndo umekataa. Siku ya tatu, ukatumwa ujumbe kutoka kwenye chama kwamba bwana we ulikuwa ndani na umechukuliwa kutoka hospitali na mpaka sasa hivi hujafunguliwa mashtaka yoyote. Kwa hivyo wewe uko huru, tunataka tukupeleke hospitali mbele zaidi, kwa maana ya Dar es Salaam. Nikaletwa hospitali Dar es Salaam. Uh, nilikuwa na jopo la madaktari watatu na wenyewe, si vyema kuwataja, walikuwa wana kikubwa nilichofanya ni kwenda tu pale Muhimbili kwenda kufanya vipimo, na nifanya vipimo vingi. Nakumbuka wakati ule xray tu nilipiga ishirini na nne. Unapigwa hapa, unapigwa kule, inapelekwa daktari, anasema hii sitaki, hebu nataka ipigwe vizuri zaidi. Unakwenda na alitafutwa mtu specialist. Daktari mwenyewe anaidentify, nataka fulani, ndo anapiga hizi picha, mpaka nikawa sasa. Baada ya kuonekana kila kilichoonekana, nikafanyiwa examination. Unakunjwa miguu kuna kama vinyundo fulani hivi vyenye raba, unagongwagongwa, unagongwa huku, unaulizwa maumivu ma, ma, ma, ma unayapata wapi, au hisia unazipata wapi? Mwisho wakafikia pahala, wakasema kama huyu jamaa Mungu amempenda, hana serious zile labda injuries ambazo zinaweza kuhatarisha maisha yake, bado tunaweza kumsaidia. Baadaye niliipata taarifa kwamba yaonekana nilipopigwa mimi sikuchelewa kukata fahamu. Sasa wale askari wakadhani wameshaniua kwa hivyo, ndio maana sikupata kipigo kikubwa sana, kwa sababu mimi nili, nilipoteza fahamu haraka. Unajua kuna maeneo mtu kimpiga anakata pumzi haraka. Sasa inaonekana kwa sababu wale watu ni wataalamu wa kupiga, sijui kama alikusudia kufa au vipi, lakini alipopiga pigo moja tu ilibidi nikate fahamu. Kwa hivyo inaonekana kipigo changu ilipelekea mimi kuzimia haraka. Sasa ile kitendo cha kupoteza fahamu, wale wakaona nimekufa, ndio napata taarifa baadaye. Wengine wakasema nipelekwe hospitali, wengine nitupwe tu, wengine wakasema a, huyu inajulikana, tulimchukua mzima, ndio maana nikapelekwa huko hospitali. Na Mungu bado alitaka niendelee kuishi, kwa hivyo nikaendelea na matibabu. Nimekaa pale Aluruba hoteli karibu miezi minane, kila siku nakwenda hospitali na nafanya mazoezi haya na yale, sio kama nakwenda, napelekwa, maanake nilihamishwa na familia yangu, nikawa naishi pale na mke wangu, napelekwa hospitali, narudi, almost miezi minane. Kwa hivyo nimeexperience hayo maisha, nimetengana na familia, nimeondoka katika mji niliozoea, nimeacha kukaa nyumbani katika hali ya kuuguzwa, lakini naishi hoteli, kila siku nakwenda hospitali nakurudi. No, you can't believe mpaka leo mimi natumia dawa na na na leo, leo. Sasa cha Muhammad sila kushangaza, kuna watu wanaishi na risasi mpaka leo, wengine mpaka wamekufa na risasi aia kutumia dawa, wako watu wagonjwa mpaka leo naendelea as bila shaka eh, na mpaka leo, mm -hmm. na mpaka leo maisha yangu ni kwamba siwezi kumaliza wiki, lazima nipate ile special massage ya mwili mzima, kwa sababu kuna zile matatizo ya mishipa, matatizo ya nini, nikitembea unaweza kahisi huyu jamaa kama ana ulemavu fulani wa bahali hivi. Kwa hivyo ni, ni, ni, ni, ni treatment ambazo naendelea nazo mpaka leo. Kuna kipindi si <laughs> mambo ya kusema lakini mpaka watu walikuwa na hofu ya kwamba hata kwamba tendo la ndoa litakuwa sasa haliwezekani tena kutokana na kile kipigo. mm -hmm. Lakini namshukuru Mungu, baada ya miaka nimekuja nimepata na mtoto, watu wakajiridhisha, a, kumbe bado <laughs> <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, kwa hivyo kwa, kwa, kwa kweli nje ya yale watu wanayoyaona kwenye maandamano, kuna mambo yaliyoko ndani ambayo hayaonekani. Yapo yanayoelezeka na yapo yasiyoelezeka, kwa sababu mi, wakati niko hospitali, zilikuja mpaka rumatizi kama nataka kumdunga sindano ya sumu amuue. Sasa hayo hayaelezeki, kwa sababu mengine huwezi kuyaprove. Unaweza ukasema ni rumatizi, lakini wakati mwingine inawezekana lisemalo lipo kama halipo laja. Kwa hivyo, you never know. Mimi niko hospitali, niko kitandani Unajua, wale maandamano yalipotokea, haikuchukua muda mrefu na watu kuingia kwenye mazungumzo na kupatikana mwafaka. Nasikia kilele, uwanja wa Mnazi Mmoja, mkutano mkubwa, watu, mazungumzo, mlango wa mazungumzo kafu, na ulifunguliwa sefu. Sharifu mara kaingia kwenye maskani kaenda kusema jamani, hivi na hivi, mara kafatana na kiongozi wamekwenda Pemba wa CCM, na na hivi na hivi na vile, mi bado niko kitandani nimetoka pale nimekuja nimekuja, nimekuja bara, bado niko kwenye matibabu. Namshukuru Mungu hakuna kesi iliyofunguliwa dhidi yangu mpaka hivi leo ninakwambia kwa suala lile, japo kesi hapa zilikuwa nyumbani pake. Kwa hivyo hiyo ilikuwa elfu mbili na moja ndipo nilipomaliza, eh nikabadilishwa idara eh, bado bado kidogo bado kidogo bado kidogo. Uh, nataka turudi tena katika kwa kwamba kwamba wewe ulichukuliwa kwa hivyo kwa maana ya shahidi wa macho, ushahidi wako unaishia pale, ushachukuliwa, ushapigwa, ushairudishwa, ushawekwa kwenye kituo cha madema na vipigo ambavyo umepata. Lakini sasa, kanavyosema kwamba wewe ulikuwa ni mkurugenzi, mkurugenzi wa Blue Guard, mkurugenzi wa vijana, ulikuwa kiini cha swala lenyewe bila shaka hata kwamba ulikuwepo kitandani wakati huo, ndio maana uliweza pamoja naweza kuandika ripoti ambayo imetaja majina ya watu, imetaja mahala walimouliwa, imetaja walivyouliwa na kadha wakadha. Na haya ndio tunayataka kwa leo hii kuyazungumzia, kabla hatujakuja baada ya pale ah, kipi kilijiri kwa wengine, kwa nchi nzima, matukio yalijiri Pemba, yaliojiri ndani ya mitaa ya Unguja, yalijiri wakati mwingine pia, hata baadhi tumesikia kuna watu ambao si wengi lakini waliuawa ndani ya Tanzania bara katika hali kama hii hebu. Tupitishe kwa mengine na bila shaka yalianza tu siku ya 27, of course yalianza 26 kwa sababu alipouliwa Sheikh Juma, lakini 27 ilikuwa ni mwanzo, haikuwa mwisho. Kuna mengine yametokezea hmm. Baada ya hapo watu wamebakwa, watu wamekimbilia uham, uhamishoni a uh, uh, Kenya, baadaye wakenda Somalia na kadha wa kadha. Hebu turudishe yaliyojiri ambayo uliyakusanya kupitia uh, watu wako baada ya pale e, kama ulivyosema, ni kweli kwamba baada ya ile hali kutulia na kurudi katika hali ya kawaida, si kama taasisi, hatukubweteka tu, tukasema ili tuwe na kumbukumbu -kumbu sahihi za yote yaliyojiri na ibaki kwenye historia na itumike hii historia kwa ajili ya vizazi vijavyo, sisi tuliandika vitabu vi na bahati nzuri wakati ule mimi nilikuwa ni mkurugenzi wa vijana na haki za binadamu. Kwa hivyo idara yangu ndiyo ilisimamia ku facilitate kuandikwa kwa hivyo vitabu. Kimoja bahati nzuri nakala yake ninayo hapa, ambacho ni hichi hapa. Hichi kitabu ukikisoma, kimeandikwa Mauaji ya Kutisha ya elfu mbili na moja. Kwa hivyo hiki kimeeleza kila kitu Kabla, wakati na baada, na hakikueleza, hakikujikita kwenye maandamano tu, hali yote ya kisiasa na yote yaliyojiri mpaka tukafikia pale. Kwa hivyo, bila shaka kimezungumza vitu tokea kabla ya mapinduzi, wakati na baada ya mapinduzi, kabla ya mfumo vya wa vyama vingi, wakati wa mfumo wa vyama vingi, chaguzi zote moja baada ya moja, mpaka tulipofikia hapa.